Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tarehe kumi na mbili wafanyakazi wake walivamiwa wakiwa kwenye hoteli White Sand Dar es Salaam, na wakiwa wanafanya kazi yao ya kawaida. Kwa hiyo usiku, wakati wa mapumziko, wakiwa vyumbani, kuanzia saa nne usiku mpaka saa sita walivamiwa na watu walitambulisha kwamba ni wa ni wa usalama. wali aliyekuwa anasimamia ile zoezi alikuwa ilo zoezi, anakuwa, anasema, anatoka immigration eh, uh, ofisa wa uhamiaji. Kwa hiyo wakaanza kwa kuwa, kuwa, kuwa, sumbua, kuwa hoji na baadaye walichu, waliwalazimisha kutoa password zao na kuchukua simu zao pamoja na na laptop na kuondoka nazo, na kikubwa hatukujua walichokuwa wanakitaka, lakini kwa namna operation ilivyofanyika sisi tulikuwa tuna, tunadhani kwamba ni hoteli nzima ilikuwa imevamiwa, lakini ilipofika asubuhi ndio tulijua kwamba walikuwa wamekuja kwa ajili ya wafanyakazi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pekee na walikuwepo watano kwa namba na hata baada ya kuwavamia wengine wakiwa wameziba uso na wengine hawajulikani kwenye wajihi gani, walikuwa kama wanawatisha zaidi, na waliwafanya yani, kuwatia uoga na wakuwaruhusu kuondoka vyumbani, hasa baada ya kuondoka, kwa sababu hawakutaka taarifa zitoke kwamba kuna zoezi lilifanyika. Kwa hiyo ni tukio la kuogofia, na jana wameenda polisi, ofisi ya SCO na wamepewa vifaa vyao, na hakuna maelezo yoyote wala hatua nyingine za kisheria zilizochukuliwa dhidi yao.